Tukamwambia Mungu asante, ni kushirikiana naye aliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na sisi kama wadau wa uumbaji tukashiriki kuratibisha ulimwengu huu. Namna mojawapo tunaweza tukapanda miti. Watoto, mtamoenda likizo, usirudi hapa tena Januari bila kupanda mti, mnanielewa? Huko majumbani kwenu hata kama umeenda kwa babu kumtembelea popote pale, au umeenda kwa mjomba au kwa shangazi, popote pale utakapokuwa ni nyumbani kwenu, kama kuna sehemu ambapo unaona hapa naweza nikapanda mti, mwambie mama, mwambie baba, mwambie nani anayehusika pale mkubwa, kwamba nataka nipande hapa mti, kama ni mti wa matunda au ni mti wa kivuli, kama hivi, na nenda, lakini upande mti mmoja au miwili ni namna mojawapo ya kumwambia Mungu asante kwa namna ulivyoumba ulimwengu wa kupendeza, lakini sisi tumeshiriki katika kuuharibu ulimwengu huu, na ndio hicho tunachoshuhudia mabadiliko ya tabia nchi. Sasa elimu tunayoipata itusaidie. Tunasema kwamba watu wameelimika, asilimia kubwa ya watu wanajua kusoma, wanajua kuandika, watu wamekwenda mpaka eh, vyuo vikuu, vyuo vya kati na nena nini. Lakini kama watu wameelimika, mbona mazingira yanazidi kuharibika? Watu wameelimika mbona kunazidi kuwa na uchafu katika mazingira yetu? Kama tunajua kwamba ni umuhimu kupanda miti, mbona hatupandi miti? Mbona jangwa na hali ya jangwa eh, mambo ya deserts and same deserts and inazidi kuongezeka? Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuutunza ulimwengu huu aliotupa, ni kwa ajili yetu na ni kwa ajili ya vizazi vinavyokuja namna moja wapo ya kumshukuru Mungu, lakini kutakatifuza kazi za watu, kazi zetu, kazi yako, kazi yangu, kazi ya kila mmoja wetu.